Tukiwa leo tu katika majilisi ya pili usiku huu wa Jumatatu ambao ni tarehe 29 ya Rabiul Akhir mwaka wa elfu moja na mia nne na arobaini na tano unaolingana sawa na usiku wa tarehe 13 mwezi wa 11 katika mwaka huu wa 2023. Mfululizo huu ni mfululizo wa kielimu na wala hukusudiwi ndani yake aa, kubishana au kuleta majadiliano yasiyo na faida au kuleta kejeli na kuwatukana watu na kuwatusi. Na... ya majalis hizi, majalisi hizi lengo lake ni kutoa ilmu sahihi na kuwafahamisha watu wanaotaka kujua, hususan katika mlango huu wa bid'a. Bid'a ni nini katika mlango ule araftu lshar la lilshari litawaqihi wa man lam yarif lshara min alkhairi yaqau fihi, nataka kuijua shari, si kwa ajili ya kutaka kuitenda shari, ili nipate kujikinga nayo, kwa sababu yule ambaye hawezi kutofautisha baina ya kheri na shari ataingia kwenye shari. Sasa kuna watu wanataka kujua bidaa ni nini na tunakariri sisi kutoa somo hili kwa sababu watetezi wa mambo ambayo sisi tunaamini kwa dhati kabisa kwamba ni mambo ya bid'a, wale watetezi hawajakaa kimya. Kila siku wanasimama na kuvumburuka na maneno mapya ya kiubabaishaji, kiasi ambacho kama yatanyamaziwa yatawatatiza wale waliofahamu kwamba bidaa katika dini ni jambo lisilofaa, kwa wanaweza kutatizika, wakaona kwamba basi yafaa, wanaweza kutatizika. Wale ambao wanaona kwamba bidaa katika dini ni jambo la upotevu, ikawa wakaona kwamba si upotevu tena -neno kwa sababu ya vijineno neno vinavyoletwa na baadhi ya watetezi, kuna uwajibu juu yetu katika kutimiza amana ya kiilmu kulizungumzia jambo hili kwa marefu na kwa mapana, na kama kuna vijineno neno na hoja tata zile sisi tuziweke sawa, basi na kumwangalia msemaji ni nani. Na kufanya hivi, kama nilivyotangulia kusema, ni kutekeleza amana ya ilmu, na ndiyo dini. Na ndiyo maana hata wao pia husema panapotokea mambo ambayo wanaona kwamba kwa mtazamo wao si sawa wanasimama wakasema, wakakosoa. Kwayo iwe wafanye hivyo lillahi au sio, tofauti na hivyo lakini, wafanye lakini, leo insha Allah nitarudia tena kukariri maneno ya alimamu Ibnuljauzi, Abulfaraj Abdurrahman ibnu Alii Ibnuljauzi rahimahullahu taala ambaye ameyasema kwenye kitabu chake talbisu Talbisu Iblis kuanzia ukurasa wa 247 mpaka 248 kwa chapa ya Madaril Watan ya mwaka wa 1440 hijiria. ana maneno mazuri alipokuwa akiwazungumza na kuwakosoa ulamaa wa sufiya na namna sheitani alivyowachezea baadhi yao, akawazungumza kwa, kwa kirefu kwa kurasa nyingi sana. Sasa kwa kuwa amewazungumza baadhi ya watu ambao ni muadhamuno kwa wengine, watu wakapiga kelele, wengine kuwa na kuwaajay, mbona kamsema fulani

Na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu. Na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu, na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa, wa makosa hayo au makosa ya mwenye kukosea isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu.

na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa. Na kwa hakika tunafanya hivyo kutekeleza amana ya elimu. Kufanya hivi ni kutekeleza amana ya elimu. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba fujo, sio kila mmoja achwe na jambo lake? Hii ah, si fujo. Mambo ya yakizungumzwa kwa ilmu au kwa misingi ya ilmu ni jambo linatakikana, ni jambo lenye faida, na ndiyo kutekeleza amana ya ilmu wanawazuoni hawakuwa cha kuwa wanafanya hivyo. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya mwenzie kwa makusudio ya kubainisha haki na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji. Walikuwa wakifanya namna hiyo wanawazuoni tangu hapo, wanawa, na zamani mpaka sasa. Wana wa Israeli walikuwa wao hawafanyi hivyo, luina aladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam kanu la yatanahauna an munkari mfaaluhu, walikuwa wakatazani kila mmoja mwache na jambo lake. Umma wa Muhammad sal llahu alayhi wasallam uko kinyume na hivyo na wala hakuna mazingatio kwa kauli ya mtu mjinga anaposema, vipi unamjibu au unamkosoa shekhe fulani mwenye zuhudi na ambaye hupatikana baraka kwake? Mtu mkubwa kabisa yeye, bwana mkubwa huyo, wewe wamkosoa hiyo ni kauli ya mjinga, haizingatiwi, kwa sababu kufuata unapatikana kwa yale yaliyoletwa na sheria na sio watu. Ibnul Jauzi anaendelea, na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii, huyo anayekosolewa huenda akawa ni miongoni mwa mawalii, pengine Allah ashamhukumilie kwamba ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa, na daraja yake hiyo haizuii kubainisha makosa yake hiyo daraja aliyonayo ya kwamba yeye ni walii haizui sisi kubainisha kwamba pale kakosea. Kashakufa, lakini pale kakosea kaacha jambo huku nyuma na wafanya watu waingie kwenye makosa lile nikose. Ni kosa ni mmoja, yuko hai au amekufa. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu, na yeye anasema kwamba wanaozuoni wameendelea kufanya jambo hilo. Na kweli ukisoma vitabu vya ilmu utakutana na mambo ya aina hiyo, kwa hiyo nimependelea nitangulize maneno haya ili kumweka sawa msikilizaji. Mtu anaweza kaona kwamba mbona kila siku kuna hili, mara limetokea lile, halafu watu wasema hivi wasema vile, kwani hayaishi haya? Haya hayawezi kuisha maadamu upotoshaji unaendelea, na ndio faida ya watu kusoma lakini kinachozingatiwa hapa ni mtu kuzungumza kwa ilmu, kwa ilmu. Hilo ndio jambo kubwa kabisa, si kwa sababu tu waweza kuzungumza kwa ilmu. Kile unachokizungumza kizungumze ukiwa na ilmu nacho, hilo ndio jambo iliyotakiwa na uzungumze kwa misingi yake. Unapowazungumza watu, zungumza kwa uadilifu, usifuke mipaka ukawakweza watu nje ya mipaka yao ukawanyanyua nje ya daraja zao au ukawaporomosha watu ukaweka chini ya daraja zao. Wawakeeni watu na wawateremsheni watu kwenye daraja zao. Aa, kwa hiyo baada ya haya niliotangulia kuyasema, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyazungumza haya tulioyakusudia kwa ufasaha na umakini na weledi kwa kiasi cha kueleweka na kumpa faida msikilizaji, pamoja na kumwomba Allah jalla waala atuwafikishe na akuwafikishe wewe ndugu yangu unasikiliza maneno haya, uwe ni katika wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Masala ya mjadala na rududu za kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki na kuiporomosha batil pamoja na watu wake hususan rududi hizo na midadala hiyo itakapojengwa juu ya misingi ya ilmu na kuepushwa na mihemko na jazba na maneno yenye kinyaa. Pamoja na kwamba tunajua kuna watu wengi wanachukizwa na utaratibu huu wa kisheria kwa madai ya kwamba rududi zinavunza mshikamano au zinaufifisha umoja, zina ufifisha umoja wa Kiislamu, lakini ukweli ni kwamba sheria imehimiza juu ya rududi dhidi ya wenye kukhalifu njia ya haki, na kirudhi hizo zifanyike kwa uadilifu na insafu. Pia sheria ya Kiislamu imehimiza mijadala kwa njia iliyo bora, billati hiya ahsan.